Amjambo, wa ndugu watazamaji wa Baraza Media TV, mimi ni Thomas Nkara mali ya Mungu Venasi, niko ndani ya studio za Baraza Media TV kwa kuwajulisha kifo cha mzee wetu aliyetuacha, mzee Jacques Wakenge Itongwa. Kifo kimetokea kwa muji wa Longei ama vile ya Longei tarehe tisa huu mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Familia ya mzee Jacques Wakenge Itongwa imeandaa exposition ama maonyesho ya mwili wa mzee Jacques kwa mara ya mwisho kwenye complexe funeraire Magnus Poirier hapa kwa vile ya Montreal tarehe 24 mwezi huu wa tano na saa kumi za jioni. Adrese ya komplex finere Magnus Poirier ni 6825 Richerbrook Est. Basi kwa kungoja hii tarehe ishirini na nne mwezi huu wa tano kwa ajili ya maonyesho ya mwisho ya mwenda zake Jacques Wakenge Itongwa, familia inaacha milango wazi kwa yoyote ambaye angeweza kuwashiriki ama kuwatembelea kuomboleza na wao, anakaribishwa kwenye adresi hii 2455 Rue Boulogne apartement d 2 Longueuil. Msaada wa kipesa unahitajika kwa ajili ya kusaidia kusafirisha mwili wa mwenda zake Jacques Wakenge Itongwa nchini Burundi, kwa ajili ya mapumziko ama mazishi. Basi email itakayotumika kwa kupokea msaada wa kipesa ni hii Fatuma pia unaweza kupigia simu kupitia namba hizi ine tatu nane, tisa mbili, sita, nane mbili, nane moja ama tano moja ine, ine ine, tatu, mbili, sita saba ine ama ine, tano, zero, tisa mbili, nane, moja, saba, ine sita. Kwa niaba ya Baraza Media TV tunaomboleza na familia ya Mzee Jacques Itongwa iliyompoteza baba wa familia hiyo. Asanteni sana wakati mwingine.